Yes wa ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya magharibi hii ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, ambaye nimekuwa hapa kwenye mikrofone ya Holly Official, nikiwa hapa pamoja nanyi katika siku na tariki hii ya leo, ambayo kabisa nimekuja ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja ya magharibi ya leo. Labda utaniwa razi, saa nane sikupata muda kabisa, nilikuwa ndani ya kazi mbalimbali mbali ya utayarisho, lakini kwa muda huu tumeipata, tumeona wakati hii ndiyo wakati nzuri ya kukupa moja kwa moja mambo jinsi inavyoendeka mitaa mbalimbali na mafasi mbalimbali mbali katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo hmm? Wandugu wapendwa, tunataka tu tuwaambie ya kwamba wazalendo wanaendelea kabisa na doria zao katika mitaa mbalimbali katika mji wa Bukavu. Kuna wale ambao wananiuliza, Nyangezi bikoje? Nyangezi, wazalendo wanabaki Nyangezi, Kaziba na hadi mali pengine pote, na ni kuambie tu kama hata Kamanyola wazalendo wamekuwa hapa bibokoboko kabisa hapa kilala ya Bikobokoboko jo kwenye masasi leo imekuwa imepiga kabisa, kiasi kikubwa kwa kutafuta kumuvusha uh, Mnyarwanda kwao kabisa. Na hapa ni kwambia kama amebaki hapa kufrontiere ya Kamanyola, uh, huyu, uh, M23 ambaye alikuwa amedebordé tayari na amebaki hapa kufrontiere ya Kamanyola na nikwambie tu kama hapa ku monima kote ni wazalendo wanakuwa hapa ku monima ya Kamanyola na Bibokoboko. Unaona kama tayari wazalendo wamerudisha adui na mpango wake mbali sana. Ndugu mpendwa, kabisa nikwambie tu kama katika mtaa wa Uvira Uvira kabisa, kuna lindwa vizuri pamoja na wazalendo wakichangamana pamoja na FARDC hapa mjini Uvira kabisa, inaonekana ya kwamba mambo imekuwa mambo moto, imekuwa moto. Ehe, kabisa wewe ambaye haujajua kama moto imekuwa moto, jua sasa hii ya kwamba waza waza waza, waza shu wanaendelea kabisa kuchunga mipaka mizuri sana kabisa, na hapa kabisa adui anakuwa na boga hmm? anakuwa na boga kiasi kikubwa, anaanza kujiuliza mengi mengi sana. Tunakuja hapa katika Norkivu kungambo za walikale Walikale eh, FRDC imebomoa avion ambayo ilikuwa inaleta munition ya M23 ukungambo za Walikale na hapa kabisa inaonekana ni vizuri kabisa imeibomoa, imepiga ndani lance rokete ya 560 km. Donc ona kama hii ni, ni, ni, ni ya, ya mrefu sana ya upana kabisa. Na hapa kabisa avion ile imeungua pamoja na vitu vyote vilivyokuwa vikiletewa ndani, na hii ilikuwa ni avion ambayo ilikuwa ikishuka Uh, kabisa hapa Kigoma ndio kwenye ilikuwa imeshuka na wameipiga, na hivi drone imekuya imeharibu ile nafasi yote. Jomke ni kusema uh, tutaanza tena kujenga upya, wakati ambapo Mungu akisaidia, tunarudisha nafasi zote ambazo kabisa, eh, adui alikuwa ya yani uharibifu wa, wa, wa, wa vitu vya Okay, wa viwanja vya ndege sasa vimeharibika kabisa, kufuatana na eh, kufuatana na jinsi gani mambo imeendelea kukuwa, nikusema drone zimepiga kabisa, zimepiga kabisa mbaya sana, na aerodrome zote zimekuwa zimeharibu kabisa, udongo ume udongo shimu zinakuwa za mingi, udongo umechimbwa kabisa na drone hizi sababu eh, hakuna nyingine njia ambayo wangelifanya isipokuwa kuharibu nafasi ile yote ili kwamba wasipate nafasi ya kuletewa chakula ama vifaa vya vita. Ila njia ni moja kupita kwa ka, eh, helicopter. Maana helicopter hiyo ayo imeingia hata ndani ya pori na kushusha wa askari na hapa kabisa inabidi kabisa kujua hii kabisa, na hapa itakuwa ni vizuri sana. Ilikuwa ni wakati ya mrefu sana, tuko tunasema ya kwamba hey, M23 inaendelea kuleta waaskari, inaendelea kutuma deployment yake, lakini leo sasa FRDC imetusikia na imefanya kile ambacho inaweza ikafanya, una kama deja mu nivo ya wali kale RDC inaanza inanza inaanza inaanza, ona sasa inaanza una kama kwenye tuko tunenda ni mbali He. Leo Uganda imeingia ime tena huku ngambo za Kasindi huku Ituri imeingia kabisa tena kwa wingi sana, na bamesema ya kwamba wamekuya wakamati Kisangani, hii njo mpango ambayo kabisa waaskari wa Uganda wanakuya nayo ya kusema ya kwamba ni sherti wao njo wakamate Kisangani. Na hapa kabisa tumeendelea kujiuliza SK UPDF inataka nini, Mkongo kitu gani Kongo iliifanya hmm? nao wana udongo wao ambao wanasema wanakuwa nayo huku Kongo, mbona wakongomani tumeteseka, mkitu yenye atujue tunatesikia vitu vinye atujua, tukukulaka kwa hawa watu ni kitu gani ambacho sisi tuliwafanya ili kwamba watufanyie mambo kama na haya? Mbona tumepokea Waganda wa Rwanda wa nani wote tunawapokea hapa bila shaka bila shida, mbona hmm? tunanunua vitu vyao mbona, tunafanya yaani, tunaenda langulia Uganda, tunalangulia Kigali, tunalangulia mali pote. Kwa nini sisi hatuvamie mingini ya Rwanda ama mingini ya Kigali ya huko ngambo za Uganda. Mbona tuende Mbarara? Mbona atuende kule? Na sisi tuvahamie hmm? Yaani unaona kama eh, Kongo wameionea kiasi kikubwa sababu wamekutana sisi, atusemi tuko tu vile, atutetee hata kitu moja. Lakini sasa kwa hivi hacha waje wote. Wameleta mashar de combat, wameleta ma Matik tank wameleta vitu vingi sana, na wameingia kwenye mpaka. Yani waliingia kumpaka, wakakutana hakuna mtu, wakatosha ile chuma ya mpaka ile, wakaingia. Yani waliingia kama vale, vile watu ambao wanaingia tu mwese. Lakini tunajua kama Mungu iko, na Mungu ataendelea kututetea. Mungu ataendelea kututetea kabisa kiasi kikubwa, najua ile kabisa, Mungu yupo, Mungu atatutetea kwa kila kitu kyote ambacho kinapitikana. Mungu yupo, ndugu zangu, asante sana wandugu wapendwa, munaokuwa mbali na karibu, huko ngambo za Bukavu huko, eh huyu kabisa <laughs> antuka tunasalimia ani, e, Anita Yeah, anasema kabisa ni msalimie, na kuna mwingine aliyeniambia kwamba ni msalimie akiwa uko Afrique du Sud na msalimu na mimi kabisa, mm? natali natali kabisa nata na yeye tunamsalimu. Eh, Germe Kambale, tuna kusalimu kabisa, wewe ambao umetuambia tukusalimie, tukusalimie na tunakusalimia kabisa uh-huh. Ha, kuna ndugu mmoja ameniambia seme, Kolomboka, tunakutafuta hapa mjini Goma tukupe fimbo. Nawambia sana mie, mbele mi nipate ile fimbo, huo huokuo usha ipata. Amwezi nifanya kitu nia, hamuna kitu ah, eh? Ha, Kolomboka, tunakutafuta ili kwamba tukupe fimbo, mi ni kuya, nipe fimbo We utaipata wa kwanza. Weye mwenye uko unasema utanipa fimbo na mimi nitakupa hayo wa kwanza. Yaani haiko kila mtu njo anapigiwaka rafiki yangu. Kuna watu, kuna vitu vingine inabidi kufunga kinywa yako tu, maana aujue unachocheza nacho. Huyu ni, ni, ni mtoto mkongomani. Mimi njo banaita Kolomboka <laughs> Mwenyekiti mwenyewe mfalme wa habari <laughs> ni mimi mfalme wa habari kabisa, mwenyekiti mwenyewe originale. Nikikusalimia wewe ambao wanakuwa mbali na karibu, mbali na karibu, hapa mjini Goma, nikisalimia nyinyi wote ambao mmekuwa Katindo huko, nawambia jambo kwenu huko Katindo. Mmekuwaje? Mmeshindaje? Katindo, wale ambao wanakuwa ndosho hii ni makartie za Goma nikoni nasema vile sinivile. na wandugu zetu ambao mnakuwa hapa Birere Bilere Kahembe na sema jambo na Birere Joli Bilere Mapendo Bilele Ruzizi, nasema jambo kwenu, na wote ambao wanakuwa kabisa uko ngambo ya eh, ngambo ya Sebeka. Eh, ku trois lampes ama ku deux lampes kule kote tunawasalimu wasalimu Unawe kwa Virunga hapa. Mimi nawaona wengi sana mbo kabisa, nimewasalimia nikimsalimia, hata eh, neem mbui hapa kabisa nyote kabisa kabisa, na msalimu ya ndugu Ezekieli, huyu eh, ni prophet, big prophet kabisa, na wasalimu nyote kabisa mahali pale mnapokuwa Nawapa yambo kulekote, kwenye muko nasema jambo kwenu kabisa. Nikienda uko ngambo za Kisangani huko nawasalimu uko Kisangani huko kabisa <laughs> nawasalimu uko ngambo za Lototo Antuka, nikiwasalimu kabisa nyote, nikiwaambia kwamba ozwele mko wa eh, watu wakamituga bandugu yangu nawasalimu nyote uko Kamituga. E, na nasalimia watu ambao wanakuwa uko Kamituga kabisa, nikiwaambia ya kwamba sote tuko pamoja, nikisalimia Warega wote ambao kabisa wanakuwa huko Manyema mm, nikisalimia watu wote wa Pangi wa Kindu wa Manyema, nikisalimia watu wote wa Kasika Kalambi, hapa ni Mwenga, nikisalimia watu wote wa huko ngambo za E, Kalambi Kasika, e, wote na wasalimu kabisa. Nikisalimia watu wa Mungombe huko kabisa, wandugu zangu wa Mungombe e, mwatenda bili hapa ku misiona ya ya Mungombe huko kabisa, tuna wasalimu nyote kabisa, tukiwapa moja kwa moja tuambie kwamba ah, mutende wa mulimbo lingoe. <laughs> Hapa ni mimi wako kabisa kolomboka mwana mule ha, antuka hapa nikikwambia tu kama mambo inaendeka vizuri kabisa. Mambo hii imekuwa namna gani hapa kabamba katana huku mambo iko je? mambo iko je? Waza wazawaza wanaendelea kabisa kuonekana katika vipande mbalimbali mbali vya miti hapa miti, wazalendo wanaendelea kuonekana Eh, katana kabamba huko wanakuwa kabisa kavumu, wazalendo wanaonekana. Nikisema wanaonekana, sijasema kama wamekamata, yani wameonekana. Eh, wale ambao wameonekana kabisa, tunasema wazawaza waza muwe kabisa tayari. Ah, kuna mtu mmoja aliniambia, kwa nini uko nasema wanaonekana huku na huku na huku na hawajafanya kazi Simosiku, yes. Nasema kama wanaonekana, wanaonekana yani, tukisema wanaonekana wanafanya kosa, hawajafanya kosa, biko kwabo wanapasha onekana. Na mimi nimeonekana kabisa hapa kwenye mikrofone ya Holly Officiel. kabisa Nikiwa kabisa moja kwa moja, tano juu ya tano, yes, nikiwaambia kama e, Bukavu, a bientot Bukavu, kabisa inakuwa katika hali ya moto hivi, nakwambia Bukavu inakuwa katika hali ya moto, Bukavu inakuwa katika hali ya moto. Niko nawaambia, msipo angalia vizuri, moto imeingia Bukavu kwa saa, kwa siku, kwa wakati mchache sana. Labda tutasema ah, mbona kila siku mnatwambiaka. Mimi nakwambia sasa, leo Aiko bitu ya kusema kila siku hii, niko nakwambia sasa, ndio realite mambo ambayo imetembea na imekua batu ya kuisanse. Mtaona moto batu ya Bagira. Mungu wapi moto inataka waka, volka inawaka Bukavu, volka inawaka Bukavu na kukwake kilima ya volka. Yani nikwambie tu kama simba za kabila ya Yuda zimetoka porini zinashuka Bukavu kwa wakati kidogo, kwa siku chache, kwa wakati mchache sana, maana mateso ya watoto wa Mungu imesikilikana, mbingu zimesikia kilio ya Wakongomani kama vile mbingu zilisikia mkilio ya wana wa Israeli. Ha, hapa Biblia inatuambia kama Musa aliona mti inawaka moto lakini ailungule na mimi nimeona Bukavu inawaka moto lakini ailungule. Nakuambia kama watu wanakuya ili kwamba Bukavu, na nikuambie kama njo vita ya mwisho au tonate na vita Sud Kivu na Nord Kivu, maana Biblia e, inasema vita si vyenu, vita ni vya Bwana. Wandugu wapendwa, muombe na muombee watu wa Bukavu maana vite nafika Bukavu, naona alimeti inawaka pale ku majoro vangu mi. Naona ingine alimeti inawaka ku plas di 24 mi. Naona alimeti inawaka Kavumu mi. Naona alimeti inawaka Nguba, naona alimeti inawaka mpande mingi sana ya Bukavu. Wandugu wapendwa, vite nafika ni wakati wa mapambano, na hii ni operasio kaba, eh, operasio piga kaba ndio e, operasio ambayo tuku naendea ndani piga kaba, ni ni operasio kabisa ambayo imekuwa huku ngambo za Walungu huko kabisa, wazalendo wamekamata wa M23 ambao walikuwa wamefichwa kwa hospitali ya Mkwege, hapa kabisa unanisikia? Huko kabisa isi mambo inakuwa yaani e, mufanya yangalisho kabisa mumahopitali, muma centre de santé, muma somo mumasomo mumakanisa, hapa kabisa muma toilette eh? muma toilette, namo biko banabafuchika ndani. Donc ni kusema biko banafuchika ba M23 mahali na mahali ni kwambie tu kama wakati unaenda kufanya msako, usiache toilet, usiache douche, maana biko banabatia mtwaleti, banasema saa mnaenda banarudia tena. Na hapa kabisa tunaambia bandugu yetu, tunaambia bandugu yetu, kila mtu ambaye anajua kama ni mkongomani ni lazima ajue kuweka kuweka kitu, wanasema ukongomani mbele na uzalendo wake mbele. Mtu mwenye watakamata anamfuchika adui, naye ni mwingine adui kwa wengine. Hii ni tangazo ambao wazalendo wamefanya kwa siku nyingi sana. Yani auta esplikia seme wo, unaona a a wetu kama una yao, uko na adui mwako mnyumba, ikuwe ni nani yako, ikuwe ni nani, ikuwa nikupatia franga yapata gani. Uende tu usinyale, wazalendo kwenye biko. Na hapa itakuwa mzuri sana wala kama wakati biko banapigana, bakiingia munyumba yako funga mulango mzuri sana tumaneza bakakuue ndani, wala utoke ukimbie banaweza bakakuue ndani. Wa ndugu wapendwa, nataka niwaambie kama bapasteur, bapadiri, surtout bapadiri biko banafuchika maarme mukuvanzabo mukanisa. Kanisa haiko mahali pa machafuko. Kanisa ni mahali patakatifu pa Bwana, wala kama mshabadilisha sijue kama mshabadilisha Biblia. Je ne sais pas me minabambia kama kanisa ni mahali ambapo watu wanapata uhuru wao na wanapata kufunguliwa, haiko mahali pa kuficha mabaya hmm? Haiku mahali pa kuficha mabaya, huku walikale bapadiri walificha maharme ya adui mkanisa, na izi likamatiwa, zilikamatiwa. Unaona kama hapa ni kitu ya mubaya sana hmm? Ngambo za Minova balikuwa wanajifichika mu hospitali, wanajifanya kama wagonjwa kumbe wao si wagonjwa hmm. Banajificha mu mahospitali mu masomo mu kanisa. Unaona, mafasi tu mutwalete mafasi tu zenye ziko publiki mafasi za wasivili, mfasi kwenye kuitikie kwenda adui jobana. Ninawaambia wandugu wapendwa, muvae magunia, mfunguli macho mulombe Mungu sagesi, ili kwamba apate kuwafunulia mengi, apate kuwaonesha bitu ambavyo viko amungeliua